Hii hapa ni taarifa kwa umma kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo imetolewa leo tarehe 8 Novemba 2025. Inasema Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inapenda kuutaarifu umma kuwa kwa mujibu wa kalenda ya kitaaluma ya mwaka wa masomo 2025-2026, vyuo vyote vya elimu ya kati na juu vya umma na binafsi vitafunguliwa kama ifuatavyo. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanatakiwa kufika vioni kuanza programu ya utangulizi yaani, orientations programs kuanzia tarehe 17 Novemba 2025, kabla ya kuanza rasmi masomo hayo. Wanafunzi wanaoendelea watarejea vioni kuanza rasmi masomo kuanzia tarehe 24 Novemba 2025. Aidha, wizara inawahimiza wanafunzi wote kufika vioni kwa wakati, kufuata ratiba zilizopangwa, na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kitaaluma. Tunawatakia masomo mema. Imetolewa na katibu mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Imetolewa na katibu mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dodoma, Novemba 8, 2025.